Nchi yetu ni nchi ya demokrasia, hivyo kila mtanzania mwenye sifa anayo haki ya kuchagua au kuchaguliwa. Miongoni mwa wenye sifa ni mimi niliyokuwepo hapa mbele yenu, nina sifa zote za kuwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Miongoni mwa sifa hizo ni umri usiopungua miaka 45 mimi nimevuka huko. Aidha, afya ya kuhimili mikikimikiki ya urais ninayo, nasema alhamdulillah. Leo ndio nimetangaza nia, watanzania wajue kwamba kuna mgombea sasa wa chama cha National League for Democracy, anagombea ametia nia kugombea ndani ya chama, ndio maana nataka nyinyi mwafahamisha tena, bwana NLD kimewaka huko tayari. Sasa wakifika wakasema ni mmoja unatosha, mimi nitashukuru sana, kwa sababu nahitaji kwelikweli hii nafasi. Kama nitapata wenzangu wakija tutashindana kwa mujibu wa, wa, wa kanuni zetu za chama. Atakayepitishwa, kama sijapitishwa mimi, nitamuunga mkono atakayepitishwa, lakini nitamuomba hizi 10 pillars nimwambie, bwana, jaribu kwenda nazo ili ziweze kwenda kuwasaidia Watanzania. Mnaweza kujiuliza kulikoni naomba nafasi nyeti katika nchi yetu? Jibu ni kwamba bado naona kuna masuala ambayo hayajafanyiwa kazi ipasavyo lakini sisi tunakwenda kuimarisha sekta za umma. Ili tuweze kupata maendeleo, lazima uwe na uhakika wa kuwa na vijana wenye ajira. Mnaweza kuona kwa nini ajira nimeweka kipaumbele. Ni juzi tu hapa mmesikia chama cha walimu wasiokuwa na ajira wakilalamika kwa taifa kwamba wamejitolea muda mrefu sana. Leo tuna vijana wanatoka vioni, lakini demandi ya ajira ni ndogo. Hawa vijana, kuna kijana mmoja nimemwona kwenye mtandao ana masters ya masuala ya amani na no ujenzi ambayo amepata chuo cha ardhi pale Dar es Salaam, anaendesha bodaboda, lakini naangalia thamani ya ile elimu aliyoipata, halafu hajaaminiwa na serikali kupewa kitengo cha kufanya hiyo kazi aliyoisomea, anakwenda kuwa dereva wa boda bodaboda, na sababu kubwa ni kukosa ajira. Nikaona mkakati wangu wa kwanza, endapo nitafanikiwa kuwa rais wa nchi hii, lazima nikashughulikie swala la ajira imeona na mimi nitoe msaada katika taifa katika, katika taifa ili kuleta faraja kwa watanzania hivyo leo nimewaita hapa ili kuwaambia watanzania kuwa mimi doyo Hassan doyo mwanachama wa chama cha National League for Democracy NLD agombea nafasi ya urais ya jamhuri ya muungano wa tanzania kupitia chama chetu cha, cha NLD. hivyo basi kama chama chetu kitanichagua na kunipitisha kuwa mgombea niko tayari katika mapambano ya kiushindani katika kuhakikisha nashinda uchaguzi huu. Habari, karibu Mwitandaa Shopping Center. Tunazo bidhaa mbalimbali za kuvutia machoni pako za majumbani, maofisini. Jisikie fahari kujichagulia chochote katika duka hili, ndiyo Mwitandaa Shopping Center Limited. Tupo Tarime mjini mkabara na sheria Zakaria BP au stendi ya mabasi. Tunavo vitu vya aina mbalimbali mbali. Kama vile friji, TV za kisasa, yani flat screen, nchi za aina zote kuanzia 32 mpaka inchi 65, meza za majumbani na maofisini, feni aina mbalimbali, feni za juu na feni za chini, radio, sabufa za kisasa. Tupigie kwa simu namba, fika ofisini kwetu Mwitandara Shopping Center Limited.